Assalamu alaikum. Waalaikum salamu. Uko sawa sawa? Niko sawa hmm. Uh, umewasikia watani eh, Young Africans juu ya misimamo mikali ambayo mpaka hivi sasa inaendelea na jana, yameibuka mengi ikiwemo mchezo wa CRDB fainali pia hawatacheza inavyoelezwa kwamba hawajalipwa pesa ya ubingwa msimu uliopita. Hayo uh, ni madai mapya sasa, kwa sababu sisi kinachojulikana ni kwamba mchezo uliairishwa na kama umeahirishwa, bodi ya ligi sasa hivi wameamua kuupanga tena na tarehe imeshatangazwa sasa. Kama wao walikuwa na madai yao, walitakuwa wacheze kwanza, wakishamaliza kucheza wapeleke ao madai yao, yao, kwamba kuna, kuna vitu wamezulumiwa. Hayo ni madai mapya, ni madai mengine e. Lakini wanaeleza ya kwamba e, waliamua kukaa kimya kutokana na kwamba wamewatibua, ndio maana wameamua kuyaleta yote haya mezani na umma kwa ujumla kuweza kutambua swala hili. Wengi walikuwa hawajui kama Young Africans hawakulipwa pesa ya ubingwa. Ah, sasa kama waliamua kukaa kimya wasitafute hela kuvuruga ligi kwa sababu ya madeni yao. Vilabu vyote nchi hii vinadaiwa, hata serikali zenyewe zinadaiwa. Kwa hiyo kinachotakiwa arudi katika mfumo, kwamba mpira wa Tanzania unatakiwa uchezwe, ni lazima mpira uchezwe na yeye, wamesajili klabu yao kwa ajili ya kucheza mpira swala. So, kama kuna madai, kuna vyombo vya kudai, sio lazima ugome. Madai yanapokelewa hata mahakamani, sababu hiyo ni civil case anaweza akapeleka kesi yake mahakamani ya madai, na, na mtu anayemdai akafika naye mahakamani akawalipa mzee. Moja kati ya vitu ambavyo walivyozungumza e, tarehe nane, e, waliuliza kwenye kikao ya kwamba ripoti ya kitu ambacho kilipelekea mchezo ule kughairishwa e, na CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo alikiri ya kwamba taarifa hiyo wanayo, na moja katika vitu ambavyo walivyozungumza ya kwamba aliwaambia ni moja kuna moja kati ya viongozi wa ngazi ya juu alipiga simu na kueleza kwamba wasifunguliwe mageti, kwa maana ya kwamba si Young Africans. Kama kuna ukakasi ambao unaendelea hivi, ni kama kuna fumbo ambalo watu bado hawajawekwa wazi. Sawa, ripoti inategemea na mda gani? Kwa sababu ukishapeleka shauri ukasema mbali, inafanyiwa uchunguzi. Sio lazima uchunguzi ufanyike katika wakati ambao wewe unauhitaji. Yeye alitakiwa kwamba acheze alafu baadaye ripoti itamkuta huko aliko, lakini sasa akisema sichezi mpaka nipate ripoti, maanake sasa yeye anatoa hukumu kwa mamlaka iliyopo wakati sio sahihi. Wanatakiwa wao oh, wacheze mpira kwa sababu shughuli yao ni kucheza mpira, alafu ripoti ikitoka itawafata walipo. Lakini walijaribu wali kuuliza, eh, kiongozi huyo ni nani? lakini E, walikataa kumtaja, wakasema hawawezi kumtaja. Unahisi labda kiongozi huyo anaweza akawa ni nani, ambaye alitoa amri ya kusema kwamba Simba wasifunguliwe geti kwenda kufanya mazoezi ya mwisho, na kumbe si Yanga Africans kama ambavyo tulikuwa tukidai. Aa, kwa sababu tumesema tunasubiri ripoti, ripoti ndio itamtaja huyo mtu. Mimi pia siwezi kute, kutembea na ndoto za watu wengine, kwamba eti nahisi ni fulani, maanake naweza nikamtendea mtu kosa ambalo sio sahihi. Kwa hiyo mimi nasema, mimi pia nasubiri hiyo ripoti, lakini wakati tulikuwa tunasubiri ripoti, inatakiwa mpira uchezwe, mpira uchezwe. Wanasema bila e, moja katika matakwa ambayo wameyaorodhesha bodi ya ligi ajiudhuru, e, moja kati CEO wa, wa bodi ya ligi ajiudhuru, ndipo ambapo wao watakubali kuweza kushuka uwanjani. Hakuna sababu ya CEO kujiuzuru, kwa sababu CEO ndio msimamizi wa huo mchezo. Atakapojiuzuru nani atasimamia bodi ya ligi aingie mwingine? Ah sasa huo sasa ndio ni shindikizo yani, kuingilia bodi ya ligi. Tunaposema kwamba bodi ya ligi iwe huru isiingiliwe, maana yake isiamrishwe. Sasa leo Yanga wanaiamrisha bodi ya ligi ifanye anachokitaka Yanga, kitu ambacho sio sahihi isema moja kati ya matakwa manne ambayo wameyaorodhesha mi, wa matakwa matatu yakifanywa kazi e, haraka wao watakuwa tayari kucheza mchezo nambari 184. Na na nasema hivi, labda Yanga waseme hivi tunakumbuka tunataka turudi tuka tukacheze ligi Makurumla, kalia achukue rungu lake alishushe Jangwani. Sheria zifuatwe, Yanga washushwe daraja wakacheze makulumla. Kule ndio kuna mpira wa fujo, watu wanaenda na marungu wanaenda na mapanga. Kule ndio mipira inaruhusiwa kuchezwa huko. Huku kwa wastaarabu watu wache kwanza huku, huku kwa wastaarabu watu wache kwanza hmm. Eh, hey. Ninyi mpaka hivi sasa mnaiona dabi ya Kariakoo ikiwa kuna makando makando mengi ambayo mpaka hivi sasa yanaendelea. Moja katika, e, e, moja katika vitu ambavyo vimeonekana kuwastaajabisha wengi swala la Yanga kutokulipwa na Almas Kasongo alizungumza e, na wanahabari. Moja katika maswali alikuwa akiulizwa, je, unauona mchezo wa tarehe 15 ukichezwa? Alisema ya kwamba sina nafasi nzuri ya kuweza kuielezea ikiwa nami pia ni mtuhumiwa ninayetuhumiwa ya kwamba niweze kuachia ngazi nasema dabi ya Kariakoo lazima ichezwe, kwa sababu tarehe imeshapangwa na sisi tunajiandaa kwa ajili ya mchezo huo. Tunachowasihi wana Yanga na Yanga yenyewe waache woga. Yanga kinachosumbua ni woga tu, kwa kuona Simba iko vizuri, sasa hawawezi kushindana nayo. Sasa wanatafuta sababu tu, kila siku wataleta sababu hata. Hizo hela kama atalipa leo, wanaweza wakatafuta sababu nyingine, wakasema kwamba sisi kuna kitu kingine kinachokwamisha sisi hatutaweza kucheza. Cha msingi kinachotakiwa, tarehe 15 tufike uwanjani, waamuzi wafike, kamisa wa mchezo awepo, tuchukue pointi tatu, sisi tutangazwe kuwa mabingwa, kwa sababu yeye hataki kucheza. Itaenda mbali mbali wapi? Kwenye ile kauli ya Young Africans ambao walithibitisha wakasema ya kwamba mpira wa ligi hii utaisha tarehe 15 Mpira hauwezi kuisha tarehe kumi na tano. Yanga ndio itakusha tarehe kumi na tano kwa sababu mpira utaendelea kuchezwa hata kama Yanga haipo nchi hii, na timu nyingi sana hivi. Kwanza Kagera anasubiri Yanga ashushwe daraja, yeye abaki kwenye ligi, kwa sababu pointi zitakazokwanguliwa kwa Yanga akibaki na pointi kumi na tisa, manake Kagera na pointi zake ishirini atabaki kwenye ligi. Kwa hiyo pia Kagera anafurahia ya, Yanga agome, ili yeye abaki kwenye ligi. Kwa hiyo asione kwamba watu yeye akiondoka, kwamba ligi itasimama. Tena akiondoka Yanga pengine nchi ndio itakuwa na mpira mzuri zaidi kuliko ilivyo sasa. Lakini barua ya Simba ni kama wanawaunga mkono Yanga Africans juu ambacho wanachoendelea kukifanya mpaka hivi sasa. Hawaungi mkono, kwa sababu wamesema kwamba wao pia wanahitaji hiyo ripoti. Maanake kuhitaji ripoti sio kuunga mkono, kwa sababu ripoti ni lazima itoke, na Watanzania wanahitaji pia kuisikia. Bodi TFF ni kama walijaribu kuitetea Simba, ni kama mnawageuka hivi sasa. hatuwezi kuwageuka sisi hatuwezi kuageuka kwa sababu sisi tunaamini TFF wanafanya kazi yao vizuri, tunaiamini bodi ya ligi inafanya kazi yao vizuri. Na yanayotokea katika mpira ni matokeo ya mpira. Lakini ninyi mnadai bodi ya ligi na TFF iwape majibu rasmi. Young Africans pia wanadai bodi ya ligi na TFF iwape majibu rasmi. Kuna mashaka kwenye bodi ya ligi na TFF ni kama hawako sahihi. Tunasema hivi, bodi ya ligi sisi tunaamini wanafanya kazi yao vizuri. Kuambia kwamba watoe ripoti sio kwamba hawawezi kufanya kazi. Na ndio maana tunawahimiza watoe ripoti kwa sababu tunajua wanafanya kazi yao vizuri na watatoa ripoti nzuri. Yanga wasitafute kichaka cha kujificha, walete timu tucheze mpira tarehe 15. Ulio uliozunguka katika Yanga ni uoga tu. Kama ukiangalia hayo madai yao yote hayana msingi, yamezungukwa na uoga tu. Yanga waoga wanaiogopa Simba hey, wanaogopa Mpanzu tu, sio kitu kingine hey. Lakini eh, wanaeleza ya kwamba wao si kwamba wanakuogopa zikifata taratibu sheria na kanuni wako tayari kushuka dimbani na wewe muda wowote na nyakati zote ikifuatwa sheria na kanuni katika nchi. Yanga kila siku itakuwa ya saba, sababu Yanga anapa mpaka magoli ya offside. Sisi tunajua Yanga anapanga marefa na anawataka yeye. Sisi tunajua e, ikifuatwa sheria Yanga anaweza kushika nafasi ya saba na anaweza kukaa hata miaka kumi, Yanga hajawa bingwa katika nchi, sababu magoli yake yote anaopata bagumashi moja katika vitu ambavyo walivyowezesha ya kwamba e, cha kushangaza amefungiwa mwamuzi yalc lakini Kefa Kayombo hajafungiwa juu ya e, matokeo tata ambayo yalionekana katika mchezo dhidi ya Mashujaa. Sio Kefa Kayombo tu, hata Kayoko hajafungiwa katika mchezo aliotuchezesha sisi. Alikataa penati mbili za Ateba, akakubali mpira uliotoka nje ukapigwa, si tukafungwa, lakini Kayoko hajachukuliwa hatua yoyote. Na sio hilo tu, marefa wengi tu alipigwa hapa. Martin Sanya, Yanga walimpiga vichwa pale uwanjani kwa sababu tu walichezesha haki wakampiga vichwa pale, lakini Martin Sanya akufungiwa, eh? Wamesema ya kwamba eh, wananchi na watanzania na wapenda soka wa nchi hii watulie na wae mubashara kabisa bega kwa bega na Young Africans kwa sababu wanataka kurekebisha mpira wa Tanzania, wanataka kunyoosha pale palipopinda. Yanga, kama wanataka kurekebisha mpira wa Tanzania, kwanza wae wanakataa magoli ya offside, wakatai kubebwa wao, wakikataa magoli, wakipewa magoli ya offside waseme hili sio goli, ni offside. Kwa sababu sisi tunahudhuria michezo tunaona. Yanga tamngea hapo magoli ya offside, magoli goli la tano aliofunga Ihefu, wakati Ihefu inaitwa Ihefu, halikuingia kwenye nyavu, lakini Yanga kahesabu la tano na likakubalika Yanga wakafurahi, wakatae wao kupewa nafasi za bagumashi, ndio wataurekebisha mpira wa Tanzania Awe. So, so anze leo, mechi ligi imebaki mechi mbili, wanarekebisha mpira wa Tanzania. Kauli iliosikika kutoka kwa afisa habari na mawasiliano eh, Al Shaban Kamwe alisema ya kwamba yoyote mwanaume yoyote kwenye nchi hii asisubuti wala asifikirie ya kwamba Yanga Africans inaweza ikachukuliwa wala nusu pwenti. Ataiona nguvu ya wananchi. Nasema hivi, kama yeye anataka maandamano aingie barabarani atakutana na field force. Hatuwache sisi watu wa mpira tukacheze mpira. Alikamwe ni mtoto mdogo sana katika nchi hii. Navyosema hivi kwamba Alikamwe ni mtoto mdogo sana katika nchi hii, wakati watu wanaoshughulikia mpira wa Tanzania Alikamwe hajazaliwa aje, tumfundishe mpira wa Tanzania ukoje? Sisi tumenyimwa pwenti mbili wakati tumekata pointi mbili tulimchezesha mchezaji Francis Mwikalo wakati huo, sisi tushatangazwa kuwa mabingwa tukanyang'anywa, Tukuyu akawa bingwa. Hatukuandamana, hatukugombana, kwa sababu sisi ni watu wa football. Juzi hapa juzi, mwenyekiti wa kamati ya masaa sabini na mbili ni mwenyekiti wa Kagera Sugar Said Mohamed, lakini alikiri kwamba mchezaji wake Faki ana kadi tatu za njano, akawanyang'anya Kagera Sugar pointi tatu akawapa Simba. Lakini Malinzi kwa mapenzi yake ya Yanga akachukua zile pointi akatunyang'anya ili sisi na Yanga tulingane pointi, tukawa tuna pointi sitini na nane kwa sitini na nane Yanga na magoli mengi, akatangaza ubingwa wakati sisi tumenyang'anywa pointi tatu. Hatukugoma, hatukwenda kokote, sisi ni watu wa football. Yanga sio watu wa football bana, bora washushwe daraja tubaki wenyewe tucheze mpira. Bora tu washushwe daraja tubaki wenyewe tucheze mpira. Yanga sio watu wa football lakini wao wana, e, wanataka haki zitumike na si busara. Huwezi kuitaka ligi imebaki mechi mbili, angetaka haki kabla ligi haijaanza akaanza mgomo, asema hatuchezi kwa sababu TFF na bodi ya ligi hatuelewi mwenendo wao, lakini kashakuwa ubingwa mara tatu kwa TFF hii, kwa kwa bodi ya ligi hii. Leo bado mechi mbili, kwa sababu anajua Simba anaelekea kwenda kuchukua ubingwa, anataka haki. Huyu mnafiki ashuke daraja Mali. Nani kalia asilegeze, apige rungu rungu, analo kalia, na anawaogopa kama kuna e, namna fulani bodi ya ligi wamehofia ndio maana waliwaita Young Africans kutaka kuondoa kando kando. Hii bodi ya ligi bado wameendelea kuwa wastarabu, yeah. Wamewaita Yanga katika swala la ustarabu tu, lakini sio sheria. Lakini kwa sababu Yanga hawataki, watumie rungu, marungu wanayo. Kwanini Ndumbalo alifungiwa miaka saba asishiriki mpira wa Tanzania? Kwanini Shafii Dauda alifungiwa miaka mitatu asishiriki mpira wa Tanzania? Hawa ki, kina, kina, kina, herisi, kina, nani? Eh? Kina herisi kina nani kina heris nani? Kina Rafati kina nani eh? Tia rungu tu pale Jangwani, watu watawanyike na mashabiki ambao wanataka kutoka mikoani eh, kwa maana ya kwamba tunazungumzia mikoa ya mbali kama Kigoma wengine wakitoka nchi mbalimbali mbali, kwa ajili ya kuja kuifata dabi ya Kariakoo ambayo kwa mujibu umepangiwa tarehe 15. Taarifa ya jana ya Young Africans na pesi ambao waliitisha wamekatisha tamaa watu kabisa. Wewe una lipi la kuambia, ikiwa ni miongoni mwa wazee wa Simba na uko karibu kabisa na klabu ya Simba, juu ya taarifa hii ambayo hivi sasa inachukua nafasi kubwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii? Kwanza ieleweke, Yanga sio msemaji wa TFF, Yanga sio msemaji wa bodi ya ligi. Bodi ya ligi wameshasema dabi ipo pale pale. Kama Yanga mwanamume kweli, asusie tarehe 15, waone kitakachowakuta mimi nasema Karia atumie sheria afate kanuni, mtu asiokuja uwanjani pointi tatu zikatwe, tutangaze ubingwa na sheria na hatua zingine zipatwe. Hatuwezi kuwa na watu wauni kwenye mpira, hatuwezi kuwa na viongozi wauni kwenye mpira. Wanataka kuvuruga mpira wa Tanzania kwa maslahi yao. Tumia rungu kama Ndumbalo, walipigwa miaka saba kwa, ku, kwa kutaka kuvuruga mpira wa Tanzania wakampiga wakampiga miaka saba. Shafi Dauda amefungiwa hapa. Sisi kwenye klabu yetu ya Simba, Matumla alifungiwa miaka miwili, Azali alifungiwa mwaka mmoja. Wao wao kule wanaogopa wana nini? Piga miaka tu, wale waondoke kwenye mpira wakafanya shughuli zingine. Nazungumza mko tuko serious kabisa, hata wale wakifungiwa, si tutacheza na watu wengine, timu ziko nyingi. Oo, walisema wako serious kwenye hili, nataka Biz... sisi Yanga waonyeshe userious na tonyeshe userious, tuone kama katika Tanzania hii simu Yanga ikishuka kama mpira hautochezwa, kwa maelezo ya wazee wat, wa watani wenu, kwa maana ya kwamba press ambao walifanya walieleza ya kwamba msimu wa kwanza tangu ligi ya Tanzania kuanzishwa ndio msimu wa kwanza tutashuhudia ligi na kuisha pasina bingwa kupatikana, ndio msimu wa kwanza ambaye bingwa hawezi kupatikana kwa kubebwa, na bingwa hawezi kupatikana pasina kuchezwa dabi ya Kariakoo, na dabi ya Kariakoo hawezi kuchezwa pasina sheria na vigezo kufuatwa. Bingwa alishapatikana kwa kubebwa, sisi tumenyimwa pointi tatu, Malinzi kaziondoa Yanga akawa bingwa. Wanasema bingwa apatikane kwa kubebwa, kwa mwaka huu sisi tumenyimwa pointi tatu kwa Kagera, Malinzi akatunyang'anya pointi zetu tatu tukalingana na Yanga kwa pointi hmm, sitini na nane kwa sitini na nane Yanga akawa na, na magoli mengi akachukua ubingwa kwa magoli. Unasema hakuna ubingwa akubebwa. Nchi wameona leo tarehe kumi na tano wasije tuchukue pointi tatu afu wao watakwenda kasi. Neno lako la mwisho unawambia nini sasa, mashabiki ambao wako mikoani wanatamani kuja kushuhudia dabi ya Kariakoo, ikiwa wanakatishwa na tamaa juu ya kauli hizi ambazo zinaendelea kuchukua nafasi kwenye mitandao ya kijamii? Nasema wasikate tamaa, waje kwa sababu Yanga sio msemaji wa TFF. TFF ina msemaji wao na wameshasema dhabi ipo. Yanga wamesema mchezo wao utambui na hawatafika uwanjani. Sala la Yanga kutokutambua mchezo sisi alituhusu. Sisi tunamsikiliza Almas mm -hmm. Kasongo, ndio yeah. msemaji wa bodi ya ligi. Na tunamsikiliza msemaji wa TFF. Yeah. Ndio ambaye wamemtaka ajiuzuru. Clifford Mario Ndimbo ndio tunamsikiliza. Hatuwezi yeah, kuwasikiliza watu wengine wa mitaani tani tu. Wao wasipoleta timu watanyanganywa pointi. Wao mashabiki wa Simba waje Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo waje wa dhabi. Dar es Salaam, dhabi ipo pale pale kama alivyotuambia Kasongo. Dhabi ipo pale pale. Kuna ambao sasa hawana tiketi ee, wanapata wana, wana, wana vipi utaratibu wa tiketi, ikiwa Yanga hawajatangaza tiketi, hawaujui uwanja na hawaujui mchezo? Tiketi zilishauzwa bwana, mpira ule uliahirishwa saa saba. Manake kila mtu alikuwa na tiketi yake, tiketi mnazo au watu wote walikuwa wanasema wana tiketi. Mi mwenyewe tiketi nayo, mwandishi ni kuonyesha tiketi yangu ya, ya, ya, ya mchezo wa kesho kutwa, ninayo hii hapa tiketi nilishakata, hii hapa ina kila kitu hii tiketi umuhimo ntahutumia mchezo wa tarehe kumi na tano kwa sababu zimeruhusiwa tiketi, zipo, kila mtu ana tiketi yake yeah. Wao wasipokuja sisi tunachukua pointi tatu, tutatangaza ubingwa. Watapeleka kesi hii kwenye mahakama za serikali, ambapo wanataraji FIFA itakapoingilia kati lungu kubwa litakuta mpira wetu wa Tanzania. Mahakama ya serikali inaruhusiwa kusikiliza kesi za madai, kesi za jinai, sio kesi za mpira. Mpira una utaratibu wake. Wakitaka kufungua kesi wapeleke kwa kalia kwenye kamati ya, ya masaa sabini na mbili pale ndio itaanza kushughulikia swala lao la mpira na wataulizwa, na ndio maana wanaogopa kwenda pale kwa sababu wataulizwa wataulizwa nini? Wewe, wataulizwa wanachokigombea. Wao wamezuia watu wasiingie kufanya mazoezi, alafu unasema unakwenda kushtaki. Wewe utakuwa na kamati ya masaa 72 ivunjwe, iundwe nyingine, bodi ya ligi iwe huru, isiwe makando na makandokando. Nataka kamati zote zivunjwe yeah? Ha, tutavunja bodi ya ligi mwenyekiti atakuwa atakuwa nani? Harisi alafu tutavunja TFF, tutampeleka mtu wao Harafati awe pale Lau tutaunda kamati nyingine itaongozwa na Alikamwe, ndio mpira utakuwa mzuri. Ha, mwisho kwa wazee wa hatuchezi sasa, neno langu la mwisho anaambia, wazee wanatakiwa watumie busara wao wow, ndio wanatakiwa waongoze vijana wale, kina Eris, kina kina Arafat bado watoto wadogo, wana akili za kitoto hawajafikia, lakini watu wazima ndio wanatakiwa waongoze Young Africans ili waweze kuingia katika utaratibu wa kimpira. Okay, shukrani sana mzee wangu kwa wasaa wako na muda wako kuzungumza na wapenzi wa soka nchini juu ya haya ambayo yanaendelea. Asante na kushukuru sana karibu sana mwandishi. Asante sana.